Nyosha mkono. Nafasi ya mwanamke: mwanamke anaonyeshwa kama chombo cha kumzalia mwanamume. Msimulizi anaposema kuwa Mama Kazili alikumbushwa kuwa aliolewa kuwatengeneza watoto ili kueleze, kueleze, kuendeleza familia kwa sabina, eh, kama chombo cha kumzalia mwanamume. Kwa hivyo Mama Kazili anakumbushwa kuwa aliolewa kuwatengeneza watoto ili kuendeleza familia. Pia ameonyeshwa kama kiumbe duni, kiumbe duni. Matwemba anamuuliza Mama Kazili kama alikuwa ameomba ruhusa kutoka kwa mumewe, iwapo alikuwa amemwomba ruhusa kutoka kwa mumewe ili kuenda pale nyumbani. Pia uh, mwanamke amedunishwa na sheria za jamii, kwani anachukuliwa kama mtoto, napaswa kuwa chini ya mwanamume, chini ya utunzaji wa mwanaume. Kwa hivyo amedunishwa pia mwanamke anaonyeshwa kama mwenye ujasiri. Anaonyesha ule ujasiri kwa sababu mama Kazili anazungumza mbele ya wanaume, mbele ya wanaume kama vile Matwemba na kujitetea. Pia wanawake wamedunishwa tena. Si nilikwambia wanawake walikuwa wameketi wapi? Kwenye sakafu na wanaume wameketi kwenye viti. Mwanamke alikuwa ameonekana kama aliyowajibika, amewajibika Tunaona Mama Kazili anawapeleka watoto wake shuleni kutokana na ule mshahara mdogo ambao anapata. Hii ya mwanamke ni mwenye kujikomboa, mwenye kujikomboa. Tunaona kuwa Mama Kazili ya, anakuwa mwalimu wa shule ya msingi bila ithini ya mumewe wala wazazi wake, bila ithini ya mumewe wala wazazi wake. <coughs> Kuna maudhui ya kinaya. Kwa mfano ni kinaya, baba na mama Kazili walikuwa na watoto saba ilhali wao ni maskini, walikuwa na watoto saba ilhali wao ni maskini. Pia ni kinaya kuwa baba Kazili anamtumia mamake mzazi pesa, aamue kama atampa mama Kazili au atatumia. Ni kinaya, hatutegemei hivyo. Ya, msimulizi kusema kwa miaka miwili hajakula nyama we! <laughs> Eh, miaka miwili hajakula nyama. Pia ni kinaya mama Kazili kuambiwa abebe maiti ya mkadhini mwanawe, hatutegemee hivyo. Mama Kazili abebe maiti ya mkazini kwa mgongo, kinaya. Ni kinaya mwanamke kutarajiwa kuomba ruhusa kutembelea mama yake, au hata kuomba ruhusa kuchukua mikopo kisha kuna taswira na unajua taswira ni ile picha ambayo uh, unapata kwenye akili baada ya kusoma kazi ya fasihi au kuitazama kwa hivyo, kuna ile taswiraoni. Tunaambiwa taswiraoni pale Mama Kazili, macho ya Mama Kazili yakiwa yamesharabu wekundu, macho ya Mama Kazili yakiwa ya yamesharabu wekundu. Pia taswira oni nyingine ni ya mlima Maloti ulivyokuwa na theluji na utelezi, ile milima ya Maloti ilikuwa na theluji na utelezi. Pia taswiraoni nyingine ni watoto wa mama Kazili wakiwa wamevaa mararu, watoto, watoto wa mama Kazili wakiwa wamevaa mararu. Hiyo ni taswiraoni. Taswiraoni nyingine ni Nopaseka. Nopaseka alianguka tena na tena na nguo zake zikaloweka, pale alianguka kwenye theluji na kulowesha nguo zake. Nopaseka alianguka tena na tena. Taswira oni nyingine ni mwili wa mkadhini ulikuwa umekakamaa na ngozi kuchunjuka. Hii ni taswira oni pia. Kulikuwa ni ile taswira hisi Mama Kaziri alivyoangua kilio baada ya kifo cha mkadhini. Unahisi hisi alivyoangua, alivyoangua kilio, Mama Kaziri alivyoangua kilio baada ya kifo cha mkadhini. Kuna taswira mwendo, Matwemba alipotoka na kufunga mlango kwa kishindo. Taswira mwendo, Matwemba alipotoka na kufunga mlango kwa kishindo. Pia tulikuwa <tutu> tumesawiri taswira uni, ya ule mwanaume aliyebeba kifurushi ki, kilichofungwa kwa kitambaa cheupe. Mwanaume mmoja alibeba kifurushi lichofungwa kwa kitambaa cheupe. Maswali ya kitabu yatakuja baadaye. Kuna maudhui ya dhuluma, dhuluma za kisaikolojia. Dhuluma za kisaikolojia, tunapata kuwa Mama Kazili alimeza funda chungu alipoulizwa sababu ya kwenda Makongeni. Alimeza funda chungu kuonyesha dhiki za kisaikolojia madhuluma. Dhuluma nyingine ya kisaikolojia ni pale ambapo Mama Kazili alianguka kwa kishindo na akataja jina la mumewe. Wakati nilikuwa nasoma hii hadithi mara ya kwanza, wakati alianguka <tototu> nilikuwa nafikiria amekufa mimi. Nilikuwa nimesononeka. Watoto wana njaa, nimeshangaa kwa nini huyu mwandishi angekufa wakati alikuwa kwenye theluji? Anagonya mpaka hapa dakika ya mwisho amejieleza hapo. Kumbe hajakufa. Kwa hivyo dhuluma ya kisaikolojia ni pale alianguka kwa kishindo na kutaja jina la mumewe. Haya pia wakati mama Kazili aliagua kilio kutokana na kifo cha mkazini, aliagua kilio kutokana na kile kifo cha mkazini ya dhuluma ya kisaikolojia. Msimulizi alipata pia dhuluma ya kisaikolojia kwa sababu anaeleza tu alifika makongeni kwa farasi ni kwa sababu akumbuki kilichoendelea baada ya kifo cha kifo cha ndugu yake, baada ya kifo cha mnuna wake akumbuki chochote, anasema tu alifika makongeni kwa kwa farasi ni kwa sababu alikuwa na ile thiki mpaka akasahau. Pia dhuluma nyingine ya kisaikolojia ni pale jamaa ya babake alishtuka kuona maiti ya mkathini, jamaa ya babake alishtuka kuiona maiti ya mkathini. Pia msimulizi na dadake wanapata ile dhuluma ya kisaikolojia wakati mama yao anaanguka, wanaangua kilio. Wakati mama yao anaanguka, wanaangua kilio. Aya, baada ya maiti ya mkathini kuletwa na kuwekwa karibu na mamake, watu wote walinyamaza. Maiti ya mkathini kuletwa na kuwekwa karibu na mamake msimulizi, wanaathirika na wananyamaza.